Ni kweli mama ni mama na hakuna kama mama. Malindi iko imara, mbunge wetu ni mama imara, amesimama mbunge wetu Amina. Malindi kaiboresha, mama Amina Mnyazi. Madarasa amejenga, mama Amina Mnyazi vyoo vya shule kajenga vya walimu wanafunzi, visima ameshajenga kutoa shida ya maji. Malindi kaiboresha mama Amina Mnyazi, barabara kaboresha, alipoziona hivi vizuri alizijenga, sasa zimekuwa nzuri Malindi mebadilika sio kama ya zamani. Malindi kaiboresha mama Amina Mnyazi. Basari kawapatia watoto wende shuleni, wamama amewampawa kwa kuwapa vyerahani, nao wana biashara ka wapa amre la shedi wauze bidhaa zao bila kuchomwa na jua. Huduma kawaletea hadi kule mashinani, viti kawanunulia, kuwa empawa wamama sufuria na sinia kawaletea wa mama wa wamama, mewawezesha sasa, wanajiendeleza. Kikomo ni nimekoma, kalamu naweka chini. Hongera mama Amina, mama Amina Mnyazi ni mama wa kujituma, wala hana mpinzani. Malindi kaiboresha mama Amina Mnyazi. Malenga Lugo kutoka kaunti ya Kilifi, shabash.